Mwanangu ndio hiyo sasa. Hey! Mwanangu, mwanangu, twende haya, mwanangu hai. Yeah. Mwanangu kama kawaida, si ndio? Hey, yani maisha ni tamu sana. Nimetoka Londoni juzi, nimeingia sasa mtaani sasa. Hey, na mtaa unakaa umetulia sana. Naona ni maini peke yake tu, maini peke yake. Sasa hii. Hey, yani maisha ni tamu sana. Sasa hii leo. Wallahi nitakula wanawake ya watu, wanawake ya watu lazima niwakule wakule kwanza. Ndoko <coughs> unajua, ndoko wa mjini, anawika mashambani, si ndio? Mimi nijokuwa mjini ni mahindi peke yake, kila mali ni mahindi tu. Zangu nakula tu imebadilika

Sasa ana kijana kijana <Hey, hey. tos> <Ya, duwa. tos> mdogo tu lakini ni mlevi, amepiga pombe, amekunywa pombe. Sasa wewe kijana wewe, kijana mdogo tu, nimekunywa pombe mimikwaja tuaa majusiona nimeenda mjini, nimerudi na pesa zangu, nimerudi

Mambo imekuwa tuingie ketoni hivi halafu, najua aje a leo, na asilimia 50 kwa hamsini, sawa mwanangu. Naona hii mchongo, mwanangu wa mlevi huyu

Pombe ni raha sana. Raha gani? Raha gani? Warembo na pombe pia niko naye. Sasa pombe inakusaidia nini wewe? Pombe inakusaidia kwa inakusaidia kwa nini? Ah. Ai. Kwa una kitu bwana. Hii ni mafasi tu. Mafasi, mafasi lakini wewe unanipiga. Mbona ile zurubu yenye unapata ile tai wewe hapo. Unaona hii look hii. Hii look imeenda sule. Maskini bwana. Hii look imeenda sule. Wacha nikuonyeshe. Wacha nikuonyeshe kwanza uone.

Mambo imekuwa utingie ketoni hivi, alafu najua aje leo na kawana asilimia hamsini kwa hamsini. Sawa mwanangu, naona hii mchongo mwanangu wa mlevi we Kuja, kuja ndugu yangu, njoo njoo njoo hapa hivi, pige story kwanza, pige story ndugu yangu. Sasa nikuulize sasa, huku hivi maisha, huku hivi maisha inakusaidia kweli ndugu yangu? Sasa hii kitu gani? Sasa hii sasa